Leo ikiwa ni siku ya kutokomeza njaa mashariki mwa DRC tunaambiwa kwamba watu milioni kumi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Karibu watu milioni ishirini na nane sasa wanakabiliwa na njaa kali nchini DRC, linaonya shirika la mpango wa chakula duniani WFP, ambalo linasema kuwa mashariki mwa DRC zaidi ya watu milioni kumi katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Tanganyika wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Nchi inakabiliwa na mzozo wa chakula ambao haujawahi kushuhudiwa. Karibu watu milioni 28 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, idadi ambayo haijawahi kufikiwa na ambayo inaendelea kuongezeka. Katika kipindi cha miezi mitatu pekee, watu wengine milioni mbili nukta tano wamekumbwa na njaa, anaonya mkurugenzi wa kikanda wa WFP Eric Patson, hasa mashariki mwa nchi, katika mikoa iliyoathiriwa na mzozo. Takwimu zinatisha. Watu milioni kumi wana uhaba mkubwa wa chakula katika mikoa minne tu ya mashariki mwa DRC: Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri na Tanganyika, na zaidi ya asilimia tisini ya kaya katika Kivu Kaskazini na Kusini hawana chakula cha kutosha, na wanalazimika kupunguza ukubwa wa idadi ya milo yao na kujinyima chakula chenye lishe bora WFP inahitaji haraka dola mar za Marekani milioni mia nne na thelathini na tatu kwa sababu mzozo huo umesababisha watu wengi kuhama makazi yao kwa muda wa miezi mitatu, lakini pia inavuruga sana kilimo cha ndani katika mkoa wa Kivu Kaskazini, moja ya, kikapu, moja ya vikapu vya chakula nchini DRC. Maelfu ya wakulima wameshindwa kupanda na wengine wameona mazao yao yakiharibiwa au kuporwa, bila kusahau ukosefu wa usalama unaotatiza njia, njia za kibiashara kutatiza masoko ya usambazaji na kusababisha bei kupanda. Akizuru Goma wiki jana, Eric Patterson ameelezea kwamba wanakimbizana na wakati ili kumaliza tatizo hili, anahitaji zaidi ya dola za Marekani milioni mia nne ili kuendelea na shughuli zake za dharura hadi mwezi wa Oktoba. Vinginevyo, nusu ya walengwa wa sasa wanaweza kukabiliwa na hali mgumu zaidi. WFP inasema na mamilioni ya watu wanaweza kuachwa bila msaada wowote muhimu. Ni taarifa kutoka nchini DRC Kongo ambako maelfu ya wananchi wa Kongo pamoja na mambo mengine yani vita vinavyoendelea katika nchi hiyo ya Kongo, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula.